Namu, hali gani ndugu msikilizaji? Ni matumaini yangu u mzima wa afya, pole na majukumu mbalimbali yanayokukabili. Karibu muda na wakati mwingine katika mwendelezo wa sehemu ya sita, ni sehemu ya mwisho ya simulizi hii nzuri, simulizi ya penzi la jambazi. Langu jina ni Mr. A Romantiki kutoka hapa Simulizi Tz. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Naam, na hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya tano: ninyi wawili sasa mna nafasi ya maisha mapya, lakini mkumbuke wapinzani wenu walikuwa wengi, wengine bado wanaishi. Hili halijaisha kabisa. Sasa tuendelee katika sehemu hii ya sita ambayo ndiyo sehemu ya mwisho ya simulizi hii nzuri ya Penzi la Jambazi. Wiki mbili zimepita tangu kifo cha Maliki. Jesse sasa anaweza kutembea ingawa afanyi harakati za kasi. Nadia kwa mara ya kwanza tangu ujana wake anaishi maisha bila bastola kiunoni. Walihamia kwenye nyumba ya siri nje ya Nairobi. Maeneo ya Mlima Ngongo. Wakijaribu kuanza upya, lakini usingekuwa upya kweli. Ilianza na ujumbe wa maandishi usiku wa saa nane: Hujamuua mzizi, Maliki alikuwa tawi tu, hujawahi kumjua Levi. Nadia alisoma ujumbe huo mara tatu, mapigo ya moyo wake yakiongezeka kwa kasi. Hakumwambia Jese, badala yake aliondoka kwa kisingizio cha kwenda kununua mahitaji usiku huo. Alielekea kwa jenerali ambaye alikuwa sehemu ya kundi la zamani ya kiintelijensia la Afrika Mashariki. Levi ni nani? Nadia aliuliza mara tu alipoingia ofisini kwake. Jenerali alinyamaza kwa sekunde kadhaa, kisha akavuta faili moja lenye vumbi mezani. Levi ni giza ambalo Maliki alikuwa akilitumikia. yeye si mtu tu, yeye ni mfumo ni bepali wa kivuri, mfadhili wa migogoro, anayefadhili siasa chafu, biashara ya silaha na biashara ya watu. Hakai sehemu moja, hatumii simu, hapa picha, lakini tunajua kitu kimoja, ana jicho lake Nairobi. Nadia aliinama mbele, macho yake yakiwa na hasira baridi. Na mimi nitakuwa upanga wa kumkata. Basi siku mbili baadaye Jesse alipata simu kutoka kwa mtu asiyejulikana. Ukimtaka Nadia aishi, fika kwenye makaburi ya Langata saa kumi alfajiri. Usiseme chochote kwa yoyote. Alijua ilikuwa mtego. Lakini moyo wake ulikuwa tayari umefungwa kwa Nadia. Bila kufikiria mara mbili, alichukua bastora yake aliyokuwa ameficha kwenye dari ya nyumba. Akaondoka kimya kimya. Wakati huo huo, Nadia alikuwa katika mkutano wa siri na mwanamke mmoja mzee aitwaye Mama Katana, jasusi mkongwe aliyeishi mafichoni baada ya Levi kuangamiza familia yake miaka kumi na tano iliyopita. Nina ramani ya mtandao wake wa Nairobi, kuna waye ausi wanayohifadhi silaha, fedha chafu na watu waliotekwa ukipiga hapo Levi atajitokeza kwa hasira, na hapo ndipo utamvua ngozi. Nadia alichukua ramani, alikuwa tayari kuanzisha vita, lakini hakuwa anajua kuwa Jesse alikuwa ameshaingia kwenye mtego wa kwanza kabisa. Katika makaburi ya Lang'ata, Jesse Jesse alipokewa na watu waliovaa mavazi ya suti, tena suti za kijeshi zisizo na nembo. Walimnyang'anya simu bastola na kumpiga sindano ya usingizi muda mfupi tu baadaye, alifumbuka akiwa kando ya mto, mikono yake ikiwa imefungwa. Sura ya mtu aliyemzunguka ikiwa na barakoa ya dhahabu, na sauti yake ilikuwa kama ya mtu aliyemeza maelfu ya maumivu na kuyatema taratibu. Karibu kwenye kona ya giza, "Jesse, una bahati, umechaguliwa kuwa ujumbe kwa Nadia. Lakini kabla hujakabidhi ujumbe huo, tucheze mchezo mdogo. Alimletea mtoto mdogo, msichana wa miaka saba, aliyekuwa amefungwa kamba. Muue mtoto huyu ikiwa utaweza. Basi tutamuua Nadia. Na tukijua unadanganya, tutakufanya uone kifo chake laivu. Jesse alitokwa na machozi. Akasema kwa sauti ya kukata tamaa. Naweza kufa, lakini siwezi kumuua mtoto. Levi, bila kusema neno, akampiga risasi kwenye goti la kushoto. Jesse alipiga yowe, damu ikitapakaa. Lengo si kukuua, lengo ni kukuacha ukiwa unavuja pumzi, ili Nadia aone thamani ya usaliti wake. Nadia aliporudi usiku huo, alipata ujumbe kwenye meza ya jikoni. Hakuna aliingia wala kutoka kwenye nyumba hiyo ilikuwa baasha yenye maandishi: tuna Jesse ana dakika sabini na mbili. Tukikukosa kusikia mlipuko katika warehouse ya K19, tutamtoa kichwa live kwenye TV ya underground. Unajua pa kwenda, usije na msaada. Nadia alichomoa bastora akavaa jaketi lake la zamani. Aliingia garini hakusema neno, lakini macho yake yalisema yote. Nadia wa zamani amerudi. Kulikuwa kimya kimya cha kusisimua. Saa ya kwanza ilipita baada ya Nadia kupokea ujumbe wa kutisha. Jesse alikuwa mikononi mwa adui akihesabu sekunde zake za mwisho. Weausi ya K19 ndiyo chambo, lakini ilifichwa nyuma ya ukuta wa bandari ya Kisumu, sehemu yenye ulinzi wa hali ya juu inayosimamiwa na watu wa Levi. Nadia hakuwa mjinga. Alijua huu haukuwa tu mtego wa kumwangamiza, bali pia ni jaribio la kumvunja kiakili. Lakini hakuvunjika, aligeuka chuma cha moto. Akiwa na kifaa cha kuficha usoni, maski ya infredi, bastola tatu na bomu la mkononi, alisafiri kwa magari matatu tofauti hadi Kisumu, akibadilisha mavazi na njia kama jasusi mzoefu msaada wa Mama Katana aliyechora ramani ya warehouse. Nadia aliingia eneo la bandari usiku wa saa tisa, mvua ikinyesha kama laana ya damu. Wakati huo Jesse alikuwa hajitambui vizuri, mikono yake ilikuwa imefungwa juu ya dari, miguu ikining'inia. Kila baada ya saa moja walikuwa wanampiga risasi ya sindano ya kusisimua mishipa kisha wanamzima kwa umeme. Kando yake kulikuwa na runinga inayorudia video ya Nadia akiwa na mariki zamani, wakiwa wanacheka kwenye gari moja. Je, bado nampenda? Levi aliongea kupitia spika. Jesse alikokota kwa sauti dhaifu, zaidi ya pumzi yangu. Levi alicheka, basi tutamchoma pumzi yako mwisho wa kila saa hadi abaki majivu. Saa kumi na nane kabla ya muda wa mwisho Nadia alifanikiwa kupenya kwenye bandari. Alikuwa mwepesi kama kimvuli, akizima walinzi mmoja baada ya mwingine kwa silensa. Aliingia warehouse ya K19 kupitia dari akitumia kamba kama mpelelezi wa kijeshi. Humu ndani alikuta mirundo ya silaha, maboksi yenye dora mpya na funguo za magari ya kifahari, ishara ya biashara chafu ya Levi lakini Jesse hakuwepo, hakukuwa na mtu. Nadia aligundua kitu kingine: palikuwa na kamera, walikuwa wanamtazama. Ilikuwa ni mtego tena. Spika iliwaka: umechelewa. Jesse yuko umbali wa kilomita mbili kwenye andaki lililo chini ya maji. Tukikosa kukusikia ukilipua hii wea hausi sasa hivi, tutampasua kichwa mbele ya kamera. Nadia alinyamaza, alipiga magoti kisha akatabasamu kidogo, si kwa furaha, bali kwa uchungu. Alimwaga mafuta yaliyo ya, ya ndani ya tanki, akatandika vilipuzi kwenye mihimili ya jengo, alifunga bastola kiunoni, akavuta pini ya bomu na kabla hajalipuka alichomoa kifaa cha redio mfukoni. Mama Katana, anza operesheni Kifo cha Mfalme, washa mlipuko namba mbili nje ya warehouse. Vuta ulinzi wote. Dakika tano baadaye mlipuko mkubwa ulisikika kando ya barabara ya bandari. Vikosi vyote vya levi vilikimbilia huko. Nadia akatoka nje ya warehouse akitumia njia ya dharura iliyo kwenye ramani. Alienda kwenye njia ya maji, sehemu ambapo alipatikana mlango wa siri wa chuma ulioelekezwa na mama Katana aliingia giza totoro hali ya baridi kama kaburi akiwa ndani ya handaki la maji alitembea kwa dakika kumi na mbili hadi aliposikia sauti ya maumivu Jesse aliitika kwa sauti ya msononeko Nadia usikuje ni mtego Nadia alikimbia kama radi alimkuta Jesse akiwa hajitambui macho yakiwa yamevimba lakini moyo wake bado ulichukua mapigo. Nipo hapa mpenzi, nipo hapa mpenzi wangu, sitakuruhusu ufe. Alimfungua, alimkumbatia, machozi yalibubujika. Lakini mbele yao alisimama mtu mmoja, Levi mwenyewe, akiwa amevaa suti ya kijivu, barakoa ya dhahabu ikiwa bado usoni. Nadia, mwanafunzi wangu. Jesse Adui wangu wote wawili mbele yangu leo, lakini kuna nafasi moja ya kuokoa mmoja wenu. Jesse, mpige risasi Nadia na uishi. Nadia, mpige Jesse na upate msamaha wangu. Chagua. Nadia alimtazama Jesse, Jesse alimwangalia na pasipo kusema neno, walijua jibu lao. Wakati Levi akinyosha bastola yake kwa Jesse, Nadia aliinua bastola haraka Risasi ikampiga Levi kwenye paja, aliyumba. Jesse akarusha bonge la chuma kichwani mwa Levi. Walimpiga hadi akapoteza fahamu. Walimvua barakoa, na kwa mshangao wa wote wawili, Levi alikuwa ni baba yake Nadia. Nadia alipigwa na butwa. Baba, ulikufa kwenye ajali ya ndege. Jesse alimshika Nadia, ni kweli, watu wa kweli huwa hawaishi kwa miujiza ya giza. Anaishi gizani, atafichuliwa kwenye mwangaza. Nadia alimwaga machozi. Siku sabini na mbili zilikuwa zimeisha. Vita vya moyo wake sasa vilikuwa vikubwa kuliko vya bunduki. Miezi mitatu baadaye, Jesse na Nadia walihamia Morogoro, Tanzania, wakianza biashara ya kusafirisha mizigo Jesse alikuwa na kilema kwenye mguu, lakini moyo wake haukutetereka. Nadia aliacha Bastora kwa mara ya kwanza, katika maisha yake aliishi kama mwanadamu si kama kimvuli. Siku ya harusi yao, mama Katana alikuwepo, alimkabizi Nadia sanduku Nadia. Ndani yake kulikuwa na barua kutoka kwa marehemu Maliki ni kifa kabla ya kumuua Levi, naomba uniuwe wewe, usimwachie mwanadamu mwingine mzigo huu. Nadia alifunga sanduku hilo na kulitupa kwenye mto. Aliamua mapenzi hayawezi kuzaliwa kwenye kisasi, lazima yazaliwe kwa msamaha. Huu ni mwisho wa simulizi hii nzuri ya Penzi la Jambazi. Tumeona nguvu ya mapenzi, jinsi ilivyoweza kushinda ujambazi. Hakika penzi kikohozi, mapenzi matamu ukimpata anayekupenda. Langu jina ni Mr. A Romantiki kutoka hapahapa hapa, Simulizi Tz. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante na kwa heri.